<coughs> Nimepokea ripoti hii kwa mshtuko na imenikumbusha zamani. Kulikuwa na kanisa zamani ambaye nilihudumia, ambaye ilikuwa anaitwa St. Michael's Kwanza, chairman kwa miaka minane, vice chair kwa miaka minane, ambaye nilihudumu alikuwa anaitwa Ndugu Erick Musumba development chair, ingawa aliondoka 2010. Alikuwa anaitwa Mzee Nathan Simi. Lazima nakumbuka mwingilisti alikuwa anaitwa Caleb Meta. Hata ndugu Erick alituita, alituita hapa, tukabatiza ndugu yake mmoja alikuwa anaitwa Musa hapa nyumbani. We ulikuwa mdhamini. Mimi nataka kusema maneno machache. Sisi tumepoteza mtumishi wa Mungu kamili, ndugu Eric Musumba. Yeye hakukua tu mshiriki wangu, alikuwa rafiki yangu pia, kiongozi wetu kama MCA. Nataka niseme jambo la kwanza, ndugu Eric alikuwa mtu mnyenyekevu, very very humble mpaka siku yake ya mwisho. Cheo haikumsumbua. Watu wengi wanasumbuliwanga na cheo. Yeye angeongea na kila mmoja, from the eldest to the youngest, kama uko na kitu ama hauna, yeye aliongea na kila mtu. Kitu cha pili, he was very very generous. Yeye alinisupport siku zote.